Kabla hujafunga macho yako usiku huu, tulia kidogo, vuta pumzi na uachilie kila mzigo wa siku hii. Biblia inasema, nitalala chini kwa amani na kupata usingizi, kwa maana ni wewe peke yako, E Bwana, unifanya nikakae salama. Zaburi nne, mstari nane. E Baba yetu uliye mbinguni, tunakuja mbele zako usiku huu tukiwa wachovu, tukiwa kimya lakini tukiwa na imani kwamba wewe ni Mungu wetu. Asante Baba kwa siku hii, asante kwa kila pumzi tuliyovuta leo, asante kwa ulinzi wako tangu tulipoamka hadi sasa. Kama si mkono wako, kama si rehema zako, tusingefika mwisho wa siku hii. Ee Bwana, kabla hatujaingia usingizini, tunakuomba utusamehe. Tusamehe kwa maneno tuliyosema bila kufikiria, tusamehe kwa mawazo yaliyotupotosha tusamehe kwa matendo yaliyokukwaza. Tunakubali makosa yetu mbele zako na tunaomba ututakase kwa damu ya Yesu. Bwana wa rehema, usiku huu tunataka kulala bila hatia, kulala bila lawama, kulala tukiwa huru moyoni. E Mungu wa faraja, wapo wanaosikiliza maombi haya wakiwa na huzuni nzito moyoni. Wengine wameumizwa na watu waliowaamini. Wengine wamekatishwa tamaa na maisha. Wengine wanapitia magumu ya kifedha, ya afya au ya familia. E Baba, waguse sasa. Ingilia mahali palipovunjika. Panguza machozi yao. Wape amani ambayo dunia haiwezi kutoa. Bwana Yesu, tunakuachia mizigo yote ya leo. Tunakuachia hofu zetu. Tunakuachia mawazo yetu ya kesho. Tunakuachia maswali yasiyo na majibu. Hatubebi tena peke yetu. Tunaiweka yote mikononi mwako. Neno lako linasema umtupie Bwana mzigo wako naye atakutegemeza, Zaburi 55 aya 22. E Baba, usiku huu tunaitupa mizigo yetu chini ya miguu ya Yesu. Bwana, tunapojiandaa kulala, tunaomba utulivu uingie ndani ya mioyo yetu. Tuliza akili zetu, ondoa kelele za mawazo ondoa ondoa hofu ya usiku ondoa wasiwasi wa kesho yesu kristo tunatangaza jina lako juu ya usingizi wetu hakuna ndoto mbaya hakuna hofu hakuna mashambulizi ya adui yatakayokuwa na nguvu juu yetu biblia inasema amani yangu nawapa si wapi kama dunia inavyotoa yohana 14:27 e yesu amani hiyo tunaipokea sasa Bwana, tunaomba ulinzi wako. Tuma malaika wako walinde nyumba zetu, walinde watoto wetu, walinde wapendwa wetu popote walipo. Linda milango yetu, linda usingizi wetu. E Mungu, kama kuna mipango mibaya ya adui, kama kuna maneno ya laana, kama kuna wivu au chuki, tunaitangazia damu ya Yesu. Hakuna silaha itakayofanikiwa dhidi yetu. Bwana wa mbinguni, ubariki usingizi wetu. Utupe usingizi mtamu na wa amani, usingizi unaoponya miili yetu, usingizi unaotuliza mioyo yetu, usingizi unaorejesha nguvu zetu. Tunapoamka kesho, tutainuka tukiwa na shukrani, tutainuka tukiwa na tumaini jipya, tutainuka tukijua kwamba wewe uko pamoja nasi. E Baba, asante kwa kusikia maombi haya. Asante kwa upendo wako. Asante kwa uaminifu wako. Tunafunga maombi haya kwa jina lenye mamlaka yote, jina la Yesu Kristo, Mwokozi wetu na mlinzi wetu. Amina. Lala kwa amani. Mungu yuko pamoja nawe.